Rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa hii leo katika hafla iliyofanyika huko Dodoma baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano wiki iliyopita kwa asilimia tisini na nane ya kura. Hata hivyo, uchaguzi huo ulikumbwa na matukio mabaya kabisa kuwahi kushuhudiwa nchini Tanzania kufuatia maandamano yaliyogubikwa na vurugu za waandamanaji waliodai uchaguzi huo haukuwa wa haki huku pia wakishinikiza mageuzi ya kisiasa. Kumeripotiwa vifo vya mamia ya waandamanaji na wengine wakijeruhiwa vibaya kufuatia hatua kali zilizochukuliwa na vikosi vya usalama. Lakini pia taifa hilo bado linakabiliwa na kukosekana kwa huduma za internet na huduma nyingine muhimu zinazotegemea internet. Hali ya wasiwasi bado imetawala nchini humo, huku raia wengi wakiwa bado wanajifungia ndani kwa hofu ya kuchukuliwa hatua na maafisa wa usalama ambao bado wamesambaa kwenye maeneo mbalimbali mbali kufuatia agizo la kubaki ndani baada ya saa kumi na mbili za jioni. Mjadala wetu leo utajikita hapa kuangazia haki za binadamu katika mchakato huu mzima wa uchaguzi nchini humo na studioni nitakuwa na mwenzetu Doto Bulendu aliyoko huko jijini Mwanza. Gwandumi Katobe, huyu ni mchambuzi wa siasa akiwa Tanzania, na Hussein Khalid, huyu ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la Vocal Africa nalotetea haki za binadamu nchini Kenya. Karibuni sana kama mnanisikia wangwana. Ah, safi. Nianze nawe, Doto. Bila shaka umefuatilia zoezi la uchaguzi huu kwa karibu sana na hata nakumbuka siku ya upigaji kura ilikuwa Dodoma tupe picha kamili ya hali ilivyo sasa hapo Mwanza, lakini pia vyanzo vyako vinasemaje kuhusiana na hali jumla katika baadhi ya maeneo? Uh, asante Bruce. Uh, Mwanza ni moja ya eneo ambalo limeathirika sana katika maeneo ambayo kulitokea vuta ni kuvute kati ya wananchi waliokuwa wakiandamana pamoja na vyombo vya ulinzi hapa nchini Tanzania, ukiachilia mbali Dar es Salaam, Arusha na Mbeya, Mwanza inaweza ikawa ni eneo ambalo limeathirika. Hali ambayo inaendelea kisasa katika jiji la Mwanza ni ile katazo la kuto kutembea inapofika saa kumi na mbili kamili jioni huku nyakati za mchana kukiwa kumetawanyika wa vikosi vya ulinzi vikiwa vimetawanyika karibu kila eneo katika mkoa wa Mwanza, hususan wilaya za Ilemela na Nyamagana ambazo ndizo zilikumbwa na kadhia ya baadhi ya watu kujikuta wakipoteza maisha wengine kujeruhiwa kutokana na vuta ni kuvute kati yao na vyombo vya ulinzi na usalama. Tunapozungumza kisasa, mitaa ipo wazi, watu wako ndani, biashara nyingi zimesimama, huku askari wa jeshi la ulinzi wakiwa wametapakaa kuanzia unapoingia tu ndani ya jiji la Mwanza eneo la Usagara na ukiwa unatokea Musoma eneo la Kisesa, kote kumetapakaa wa vikosi vya ulinzi na usalama wakiwa na silaha kuhakikisha kwamba wanalinda usalama katika mkoa huu wa Mwanza. Nam, asante sana Doto. Eh, hali nije kwako ukiwa hapo Nairobi, tunajua kwamba kuzimwa kwa mawasiliano kumesababisha kutopatikana kwa taarifa ya kile kilicho kilichokuwa kinajiri ndani ya siku nne au tano hivi zilizopita kwa wakati, lakini kidogo kidogo ukiangalia kwenye mitandao taarifa, picha, video zimeanza kusambaa. Je, uh, nyinyi kama shirika la haki za binadamu mmekusanya taarifa za kutosha kuhusiana na inayoendelea ndani ya Tanzania? Naam, asante shukran sana kwa nafasi hii, na niseme kwanza, natoa pole na you know, kongole at the same time, kwa yale ambayo yametokea kule Tanzania. Pole kwa maafa kwa wale tunavyosikia hadi hivi sasa zaidi ya elfu moja watu ambao wamepoteza maisha yao. Kongole kwa Watanzania kwa kusimama na kutoa kupaza sauti zao kwa maovu ya ambayo yanaendelea katika nchi hiyo. Um, sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu kama unavyofahamu ndugu, ni kwamba Afrika Mashariki tumekuwa kama kitu kimoja kwa muda wa miezi iliyopita, tumejaribu kusaidiana, tumejaribu eh, kupeana mkono kwa yale mambo ambayo yanafanyika yanatendeka, kwa nia ni ya, ya kutaka kuhakikisha kwamba demokrasia na haki za kibinadamu zimetiliwa maanani. Naam, hadi hivi sasa tumeweza kupokea uh-huh, kanda za video, picha na zinginezo ambazo zimetupa ushahidi wa yale maovu ambayo yametendeka kule. Um, nia yetu ni kwamba pale tu uh, tutakapoweza kuwasiliana na ndugu zetu kikamilifu, basi tuweze kuwasilisha kesi katika koti za kimataifa, lakini hivi tunavyozungumza ni kwamba tunaendelea kunukuu kuchukua stakabadhi na kuchukua ushahidi wa kutosha ili tuweze kuwasilisha haya malalamiko katika ngazi za kimataifa. Nam uh, Gwandumi, uh, mpaka sasa unaweza kusema rais bila shaka ameapishwa, lakini unaweza kusema sasa hivi Tanzania ipo katika uh, uh, sehemu gani? Nam tupo katika uh, hali ya taharuki, lakini ningesema vizuri zaidi kwamba tuko katika maombolezo na kwa, kwa kusema namna hiyo nimepata faraja na kufarijika sana kwa mwenzetu wa Kenya kutupa pole. Anatupa pole kwa sababu tunaomboleza, na maombolezo haya yamekuwa kilele, siyo yanatokea sasa wakati wa uchaguzi. Kuelekea wa uchaguzi, kuelekea kwenye uchaguzi, ilionekana jinsi watu walivyokuwa natekwa, wananyofolewa macho, wanakatwa vidole, wanatupwa jinsi ambavyo watu tumeona hata wengine walimotekwa damu zikibubujika, hakuna hata chombo chochote cha usalama kilichosimama, chombo cha ulinzi kukemea hali hiyo. Eh, sasa yanapotokea haya ni kilele cha mateso ambayo watanzania wamekipata, na ndiyo vijana walikuwa na lia kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi katikati kati ya mauaji, katikati ya utekaji lakini zaidi yeah, kwa kuwa viongozi wengi wamefungwa wa, wa, wanasiasa e, ambao labda pengine wangeleta e, ushindani wa kidemokrasia wako ndani, kwa tukawa na mgombea ambaye aidha alikuwa hana wa kupingana naye au alikuwa nao dhaifu sana kiasi ambacho ni kama nasindikiza. Ndio, ndio, ndio hizo asilimia unazozipata lakini Uwezi ukafurahia ushindi wowote huku damu kiwe na mwangika, kwa kweli tumepata doa kubwa na hakika tuko katika maombolezo. Uh, Doto Gwandume anazungumza hapo kuhusu video na picha zinazosambaa, lakini inakuwa ni vigumu sana kuthibitisha baadhi ya vitu hivi hasa katika ulimwengu huu wa kidijitali, lakini kama tulivyosema kwamba mawasiliano yamekatizwa. Uh, vyombo vya dola havijatoa taarifa ama ripoti zozote za kweli kuhusiana na mpaka sasa hasari iliyosababishwa Majeruhi, vifo. Hii ni kwa nini kumekuwa kuna ukimya, Bruseman, kutoka kwa vyombo vya dola hususan vile vya ngazi ya kitaifa kuelezea hali halisi ya kilichotokea kati ya tarehe ishirini na tisa mpaka kisasa Achiria mbali kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya wakuu wa mikoa ya mikoa ambao imekuwa waathirika wavutani kuvute hii ya kati ya polisi na waandamanaji. Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, akizungumzwa na moja ya vyombo vya habari hapa mkoani Mwanza, alizungumzia kuhusiana na hali ilivyo, lakini hakuwa tayari kutaja uh, idadi ya watu ambao wamepoteza maisha hapa katika mkoa wa Mwanza, lakini pia alitoa shutuma nyingi kwa baadhi ya watu wakidai kwamba wamehusika katika kuleta hili. Hiyo kumekuwa kuna ukimya na moja ya vitu ambavyo vinaonekana kisasa kinachosubiriwa ni labda hotuba kwanza ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amekwisha hapa, hapa, hapo mjini Dodoma, katika viwanja vya ikulu ya Chamwino amekwisha hapa. Labda wengi wanasubiri kusikia kauli kwanza ya rais mwenyewe na baadaye vyombo huku chini vinaweza vikazungumza. Kwa kweli mpaka kisasa kauli rasmi juu ya hali ya usalama pamoja na uharibifu uliotokea haijaweza kutolewa na vyombo vya chini, hata jeshi la polisi halijaweza kuzungumza mpaka kisasa bali kauli iliyotolewa na CDF kwa maana ya mkuu wa majeshi na ile pia ambayo ilitolewa na, na IGP Wambura baada ya kuja na kauli ambayo imetolewa na vyombo vimebaki kuwa kimya mpaka kisasa. Um, sherehe imefanyika Dodoma, lakini kinyume kabisa na inavyokuwa huko nyuma, wananchi hawaja hawajaruhusiwa kushiriki, kushiriki kushangilia ama kusherehekea ushindi wa, wa, wa rais. Uh, hii inatoa picha gani? Haishangazi ndugu mtangazaji, kwa sababu hata katika vituo vya kupiga kura wachache sana walichu, walijitokeza labda kwa hofu ya hiyo maandamano, lakini pia kwa jinsi ambavyo vyombo vya ulinzi eh, na usalama vilivyokuwa vimetapakaa. Hatujazoea mabunduki, hatujazoea magari ya kijeshi yakiwa yanapita huku na huku. Kwa kweli watu walikuwa wamejifungia. Kwa hiyo mimi siwezi kusema ni sherehe kwa sababu kwa kawaida e, kiutu na mila na desturi zetu sisi Waafrika, huwezi ukawa una sherehe wakati watu wako wametandikwa, wameuawa, wako ndani haya hawajatoa eh, labda takwimu zozote lakini tumesikia Kenya jinsi walivyokusanya eh, taarifa zote. Hata mimi na watoto wangu Dar es Salaam ambao wameona maiti ziko kwenye mitaru, wameona akina tumeona akina mama wanataka kutoka nje wapate mahitaji, wanapigwa risasi. Sasa unafanya sherehe gani eh, katikati ya mauaji makubwa namna hii? Zaidi ya watu elfu moja wamekufa, watu wako ndani. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba sidhani kama hii kwa kweli uapisho huu unaweza ukawa ni sherehe lakini, hmm, inaweza ikawa ni kituko labda, niweze kusema ni kituko na aibu kusherehekea katikati ya majanga na maombolezo makubwa namna hii. Khalid, eh, kabla ya uchaguzi kulikuwa na matukio malalamiko, yeah, kutoka kwa namna ambavyo, yeah, kampeni zilifanyika, unapata picha gani panapohusika kiwango cha uvunjwaji wa haki za binadamu hapo nchini Tanzania kwa sasa? ni ni jambo la kusikitisha wajua, sisi sote Afrika Mashariki tulikuwa tunaiangalia nchi ya Tanzania kwamba ndio kiegezo chema kwa amani, wale wanakaa kwa utulivu bila shida, hata sisi kuwa tunasema uh, Tanzania ni nchi ya amani, lakini tulivyoona mambo yalivyokuwa yakifanyika hata kabla ya uchaguzi kwa mfano yale yaliyofanyikia kiongozi wa upinzani hata tukasema, wacha tuweze kufika kule. Nilikuwa mmojawapo wa wale tulijaribu kufika, ili tuende tuhudhurie tu sio kuingilia ama kufanya kuhudhuria tu kesi ambayo ilikuwa mahakamani, lakini tukazuiliwa katika uwanja wa ndege, tukashikwa kwa masaa zaidi ya masaa ya kumi masaa kumi, alafu baadaye tukarudishwa nchini kwetu. Tulishangazwa sana na hayo, kwa sababu tunajua kwamba mkataba wa Afrika Mashariki unaruhusu watu kutembea ili kuweza kuingiliana. Ule mkataba unazungumzia masala ya haki za kibinadamu, kwa hivyo tulipoona ule ukiukaji wa haki za kibinadamu umeweza kuzidi, umepita mipaka ni jambo ambalo lilitushangaza. Pia tulipoona kwamba ni mama sasa amechaguliwa kuwa rais miaka kadhaa, sio kuchaguliwa, yaani alipochukua alipo chukua ile nafasi, tukasema mama sasa ataweza kusaidia kwamba kutakuwa na uso wa amani, huenda sisi sote tukajifunza kwa wao, kwa sababu kutakuwa na mfano mzuri, mfano bora. Lakini ni jambo ambalo limeshangaza wengi kuona hata hivi sasa. Katika historia ya Tanzania hapaja kuwepo na eh, wakati ambapo watu wameuawa kiholela namna hii. Ukiangalia zile video nyingi, ni watu kupigwa risasi vichwani na kwa sababu tumefanya kazi hii kwa muda, ni kuonesha zile risasi pia zimepigwa kwa ukaribu, sio mm, kwa mbali. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanatushangaza vile vile. Tumesikia kuna baadhi, kwa sababu hizi nchi tatu wananchi wao wanaingiliana, kwa hivyo kuna Wakenya kule pia ambapo tumeambiwa pia wamepoteza maisha yao. Ni jambo kusema kweli la kushangaza, jambo ambalo hatukutarajia kabisa, rais wa kike kwa nchi kama Tanzania ataweza kufanya mambo kama haya ama atasimamia mambo kama haya kutendeka katika nchi ile nam e, katika hapa upande wa pili wa studio Tatu Karema yupo hapa. Tatu, mitandaoni wanasemaje wasikilizaji wetu? Yanasema mengi. Bruce Idi Elektrik anasema, mbele yao, nyuma yetu, sote njiani moja sema, tunapishana masaa, dakika na sekunde, ndo tofauti, tuko pamoja mlipo, ndugu zetu, marafiki zetu na wote mliojitokeza kufa kwa kulipigania taifa lenu. Mungu awape kauli thabit huko mlipo, amina. E, Nokaya anasema uh, Samia anasema ameshinda kwa asilimia tisini na nane, zaidi ya kura milioni 32. Kwa nini basi umeenda kujiapisha kwenye kambi ya jeshi? Unaogopa nini ikiwa unadai umeshinda kwa kishindo kwa nini hautaki wapiga kura hao waliokuchagua waje kusherekea na wewe? Viumbe wazito huyo anasema mabasi na vituo vya petroli wamevichoma moto, sasa watasafiri vipi? Tanzania, mnayo nchi nyingine. mm. Mtaanza kuhemea chakula, msikipate hata kama mna pesa. Azizi Zizo anasema mitano tena kwa Mama Suluhu. mm -hmm. Hassan, hongera kwa mama kuteuliwa kuwa rais wa awamu mm, ya pili ya Tanzania. Basi, baadhi ya maoni. Tumesikia Umoja wa Mataifa kupitia katibu mkuu wake, kupitia kamisheni yake ya haki za binadamu pamoja na umoja wa Ulaya na mataifa mengine maharini ya magharibi yakielezea kusikitishwa kwa kwake na hayo yaliyojiri. Eh, gwandumi kipi ambacho jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya kuiponya nchi iliyopo kwenye kiza hiki cha sasa? Eh, eh, naam ni kweli wa tunaona kwamba kuna haja ya vyombo vya kimataifa vya kutoa haki vya kusimamia usalama kuweza kuingilia jambo hili lakini uponyaji halisi wa Watanzania na jinsi ambavyo mimi nafahamu, jinsi tulivyo ni maridhiano. Tusubirie huyu ambaye, tuseme tu kwamba amechukua urais, sio amechagulia amechukua urais mm. Eh, Samia Suluhu Hasani atakuja na suluhu gani inayoendana na jina lake? Kwa sababu nchi yetu imo imo imepata kidonda kikubwa, imepata jeraha kubwa, inahitaji faraja, inahitaji uponyaji. Je, huyu mtu ambaye alikuwa ameanza na 4R yani ustahimilivu, maridhiano, kujenga nchi mpya na kuleta mabadiliko. Je, ataanza kule makalianza vizuri, amemalizia vibaya ko tunasubiri. Ni Watanzania, Watanzania tuko radhi kumpokea hata kama ame, ame, amepata kwa ubaya, lakini yakaja maridhiano, yakaja mazungumzo ya kukaa pamoja kuhakikisha namna gani anaweza akaiponya nchi ambayo imepata jeraha kubwa. La sivyo, eh, kwa kweli sitegemei kwamba vyombo vya kimataifa vinaweza vikawa na matokeo mazuri Eh, kuliko sisi wenyewe kukaa pamoja na kupatana kuridhiana, tuanze kujenga nchi upya na kufuta au kuondoa hili doa kubwa tulilolipata. Eh, Doto, umesikia eh, Gwandumi akisema hapo kuhusu maridhiano. Vyama vya siasa na asasi za kijamii ndani ya Tanzania, ukiacha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, zimekuwa kimya hadi sasa. Hiki kimya kina nini hasa? Nadhani ni hali ya kubaki njia panda Bruce, kwa sababu Bruce, ukweli kwamba kilichotokea nchini Tanzania ni kitu ambacho hakikuwahi kutokea kutokana na ukubwa. Hatuwezi kusema kwamba, mara nyingi Tanzania nyakati za uchaguzi kumekuwa kunatokea matukio kama haya, lakini hayajatokea katika ukubwa kama huu ambao umetokea kisasa katika uchaguzi wa safari hii, kitu ambacho kimesababisha watu wengi wamebaki njia panda, wasijue nini waseme na kwa kweli kabisa hiki kitu ambacho kimejitokeza, vyama vya siasa vyote mpaka kisasa havijaweza kutoa kauli ya moja kwa moja ile ya kulani ama kusema nini. Inawezekana labda kwa sababu mfumo wa mawasiliano nchini Tanzania kwa sasa umezimwa kabisa, ndio maana taarifa zinashindwa kutoka, lakini wengine inawezekana wanasubiri nini kitasemwa na rais mara baada ya kuapishwa, ambapo tunapozungumza kisasa, Bruce, rais ndo anazungumza akiwa analizungumzia swala hili lililotokea tarehe ishirini na tisa na tarehe thelathini. Inawezekana wengi wanasubiri kuisikia ya kauli ya rais waweze kuipima katika uzito wake kwamba hotuba yake imebeba ukubwa wa tatizo ambayo limeikumba Tanzania safari hii. Nadhani kwa mtazamo wangu, asasi za ya kiraia, vyama vya siasa vilikuwa vinataka kwanza kuisikia kauli katika sala zao. Wakati wa kabla ya rais kuapishwa, viongozi wa dini wamelizungumza hili, viongozi wawili wa dini wamelizungumza moja kwa moja na kumtaka rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan afanye juu chini, mm. kuwaunganisha Watanzania na hawajalificha hilo, wameliweka wazi kabisa. Na asante sana Doto Bulendo ukiwa hapo kwanza nikushukuru pia Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wetu wa siasa akiwa hapo Tanzania na eh, Khalid Hussein, huyu ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la haki za binadamu la Vocal Africa akiwa Nairobi. Ni washukuru sana na mchana mwema.